Hebu <laughs> Hey, sasa basi tuingie katika <laughs> sehemu yetu ya nipe nikupe. Tuko naye Kiprop Kiprop kutoka Nandi. Hujambo Kiprop, unatusikia yeah ki Kiprop ni kama kidogo bado anaruka viunzi amepotea ame, ame kidogo amejifunga rope. Haya ebu ebu aba ndio ame <laughs> <laughs> huyo Kiprop, jambo ti jambo, karibu sana kwenye longa longa hii leo. Munene atakueleza yale maneno ambayo mtapokezana kwenye nipe nikupe. Haya haya twende e, jumapili ni siku ya Madaraka Day sio? Naam. Leo mimi nataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na aka. Ama AKA. Aka. Eh. Hey. Kama madaraka. Mada sasa. Daka. Wewe ukiwa mlinzi mzuri kwenye mpira una daka. Na pia mimi pia nataka. Na kule kwenye mashamba kuna vita vya mpaka. Na pia kesho na pia kesho kutwa ni madaraka. Na ukimwona Masai wa mara nyingine anaziaka ziaka e. Na pia watu wengine ambayo wako hapa wanakulika we, he. Haya, sijui kama umevaa nguo yenye kiraka. <laughs> <laughs> Lakini pia raisa na mamlaka na kila siku mashtaka ndo watalaka ni vile, ni vile amejaribu Kipro kujibu haraka. <heda> Eh, eh. Sa, sana Kipro kutoka Nandi kwa kushiriki nipe nikupe.